Waandishi wote ambao mlisafiri kwenda Nairobi kuifata Azam Football Club. mmefanya kazi ya kizalendo kusafiri timu alafu, unapata views 24 kwenye content. mmefanya kazi ya kizalendo mimi, nisingeenda mmefanya kazi ya kizalendo. Yaani umetumia muda wako kwenda kuwaonyesha watu ishirini <laughs> na nne kilichotokea Nairobi kweli wa ah, kweli mmelalamikia, bora nyie Malawi pata kondi za kutosha huku watu 24 kila ukilazimisha bao la maajabu hamna. Nalipoli imefanya kazi ya kizalendo. Tuendeni wanangumnafanikiwa kupata ya ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pointi tatu za leo. Alikuwa mechi nyepesi, ilikuwa mechi ngumu, na mmeona ushindani ambao dodoma umekuja nao. First half walicheza vizuri sana, mipango yetu katikati ya uwanja ni kama walikata vizuri, na wakaweza kupata goli, lakini uzoefu wa Yanga dakika za mwisho kipindi cha kwanza tukaweza kuwalazimisha. Mtu anaweza akachambua ile penalti akaona kama yule beki amefanya tukio la hovyo, lakini amelazimishwa mazingira kama yale kwenye box, concentration yake kameshuka, na waza half time wanaanza ku defend tukawea kumpia, tukapata penalti na David Oye. baada ya kurudi ile goal second half tukachukua kwenye kile chungu ambacho tuna dawa ya Al Ahly pale, tukachota kikombe kimoja tu tukakileta hapa, na Amani Josia pamoja na benchi lake la ufundi, baada ya kukinywa yeye na wachezaji wake, wakawa hawaelewi nini oker kametakata pakometakata deu manyara damaro duke moto ukawaka ah, na kufunga magori mawili harakaraka tukapata ushindi. Kwahiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, tutapongeza wachezaji, tupongeze makocha wetu, na mwisho naashukuru mashabiki wote wa Yanga ambao umekuja leo, tumefanikiwa ile ajenda ya kupata ntausiyenyewe pale mkwa kuu wakati sababu tunajua si viongozi iko chungu chenye hiyo dawa. Wakati kimeguswa cho kikombe, Arafat makamu wetu rais akamwambia engineer, sasa tunakwenda kufanya mauaji, tafadhali kocha azuiwe asiongeze kikombe cha pili, zilikuwa zinafika hata goli saba, sababu kile kigusa tu dawa ile, dawa chungu sana, dodoma singeweza kuhimili. Kwa hiyo kikombe kimoja tu kimeweza kutubadilishia matokeo okay. ko tunaamini kile chungu, inshallah Jumamosi

lakini siwezi kuelekea comment yoyote. Ni kocha mkubwa, kocha naye mheshimu kocha, ambaye anafundisha mpira anajua mpira. Ni sawa sawa na mtu ambaye amekia tumbo cha daktari alafu akakwambia sindano inauma. Wewe ambaye hujachoma uwezi ukataa kujielezea sana. Kwa hiyo tumwache na maoni yake. Mimi niseme tu, tumetoka safari kutoka Misri, tumerudi hapa tumetrain nafikiri siku mbili. Uh, tumepata leo siku mbili siku mbili siku moja tumepataubj Jumapili asubuhi mpaka hapa, na off, tumetrain Jumatatu o juma nne siku hiyo, tumetrain siku moja tu, jana na leo, vijana wameweza uve kucheza. Kwa hiyo kuna rotation imefanyika, kuna vitu vingi vya kimpira ambavyo watu wanaelewa, yes, kiasi cha kwamba tuka struggle kipindi cha kwanza, lakini mwisho wa siku ni timu imeshinda. a mengine ni mambo ambayo tukienda kwenye uwanja mazoezi, tutakwenda kuyafanyia kazi. Kitu cha muhimu ni timu imeshinda, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sio watu wengi sema Simba walifurahi siongee se mambo kama ujui. Oh. <laughs> <laughs> Sema tu Simba walifurahi yeye mlivofungwa. Nasi tulifurahi walioshonwa Tunisia. Yale yale, si ndio watu yako. Usipite pite ukapata dhambi za unafiki, toa kinyongo moyoni, walifurahi na sisi tukafurahi. Na sisi furaha kubwa kwa sababu <laughs> <laughs> Eh, si hey, sa ukiangalia msimamo, angalau kuna nne zimekaa pale. Ukija ili kundi lingine, ukiangalia msimamo unakuta yai. Sasa hujui ni yai la kuku, yai la kuku, yai ya buku, ya buku, ya nyoka unakuwa ufa, lakini kuna yai lipo kwenye ile kundi pale, na nimefurahi namna wana ambavyo wanahamasishana kwamba watachukua pointi tisa, kana kwamba tisa za kwanza walicheza na mwadui, sio wao walikuwa nao kwenye kundi za kwanza ni hawa, hawa ambao wanapiga hesabu za kuchukua tisa na hao ya pili. Ndio hivyo ndugu zangu, ni zaita za huyo. Wanasema ndugu zetu wa Tanga tuwaelewe. Sisi Jumamosi, inshaallah mambo yajaaliwe heri. Tunafahamu ni karata muhimu sana. Na hata niliposhuka tu pale uwanjani kusema tunakwenda kwenye mechi ambayo imebeba hatima yetu ya kwenda robo finali. Unaweza usilione hilo kama sio mtu wa mpira. Ukiwa mtu wa mpira unaona hii mechi imebeba hatima ya kwenda hatua ya robo fainali. Hatutakiwi kuwa na pressure, tunakwenda kwenye mechi kubwa, ni mpinzani mkubwa na uzoefu. Amekwenda huyu Ali pale Morocco dhidi ya Farabat, watu wamejaa, moto umewashwa, kaweza kupata sare. Kwa hiyo kumfunga Ali inabidi ufanye maandalizi na tuwe na utulivu mkubwa wa kiakili kuelekea hiyo mechi. Kwa mimi naamini wana Yanga hawajawahi kuniangusha, na nimezungumza nimepokea simu nyingi kutoka matawi mbalimbali, watu wanafanya maandalizi, nimeona sasa hivi hata ukiangalia hapo kwenye boti zinazosafiri kuanzia kesho, kesho kutwa zimejaa. Maana yake watu wengi wamesha book ticket, wanaelekea visiwani Zanzibar. Tiketi zitaanza kuuzwa kesho inshallah, na timu itaondoka pia kesho e, saa 3 kamili asubuhi itaondoka kupitia njia ya boti kuelekea Zanzibar. Maana yake tunakwenda kuwahi kufanya maandalizi. Ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, lakini naamini mara zote Yanga inapokuwa moja, Yanga kazungumza lugha moja, tapata matokeo mazuri inshallah. Kabla kucheza na Barca kule Pemba, taarifa mm, mm, yeah, zimepita kwanza, hujaniuliza au ulikuwa niko nje. Sasa bwana si, swali zuri umeuliza ndugu yangu Jadu, tulitangaza tumetoa siku kumi na nne kwa makampuni mataasisi mbalimbali kuomba tenda ya kujenga uwanja wa African Sports Club na tulitoa siku kumi na nne kupata hayo maombi na mwisho ilikuwa tarehe ishirini na tatu. Nikiri ni mbele yenu, zoezi lilifanyika kwa mafanikio makubwa sana. Tumepokea ofa uh, nyingi maombi mengi sana ya makampuni na taasisi mbalimbali yakitaka kufanya kazi na Young Africans kwenye kujenga uwanja wa klabu yetu. Nitumie fursa hii kuwajuza ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama na mashabiki wetu wa klabu ya Yanga ya siku ya Jumamosi asubuhi ambayo ndio jioni yake patakuwa pana mechi pale New Urban Complex. Jumamosi asubuhi, kamati yetu tendaji Young African Sports Club inaongozwa na rais wetu engineer Hersi Said itakwenda kukutana na ikikutana, ajenda ni moja tu, ni uwaji. Tunakwenda kujadili sasa hayo hizo ofa zimetumwa, uh, alafu tutakuja kutoa majibu ndani, yaani mechi tu ikiisha, ndani ya muda hiyo wiki inayokuja sijapewa exactly date ila maandalizi na yaona wiki inayokuja baada ya kufanya mchakato watakwenda kukutana na mmoja ambaye amechaguliwa au ameshinda kwenye kushirikiana na klabu kuujenga uwanja wa. Kwa hiyo mambo yanakimbia kwa namna hiyo. Tunapokimbia kuitafuta robo finali, tunakimbia pia hivyo hivyo, hakuna kupoa kuhakikisha uwanja wetu unaanza pale Ujezi, makao hmm. hmm. makuu. Watu wote ambao wanasema ni yale yale. Unajua Dar es Salaam ni ndogo sana na viwanja viko vichache. Kwa hiyo unapozungumza leo, unajua kuna siku utaleta barua yako pale uchezo utakunyima, viwanja viko vichache. Lakini inshallah hii wiki inayofuatia mchakato wa kutangazwa aliyeshinda utafanyika na immediately, taanza pia mchakato wa kuanza kumsikiliza mradi mzima unakuaje? Mm. Kuelekea? Ah, yeah. Mechi ya Ali una mipango yetu she. Mechi, unajua Waarabu, Waarabu ndio wana desturi moja na wenyewe, wana vipimo vya kupimia mtu, wana vipimo vya kupimia. Kwa hiyo <laughs> ukienda kichwa kichwa, ah, Waarabu sio watu wazuri. Inabidi twende kwa akili kubwa. Ndio maana nimekuambia mipango yote kutoka leo tutakuwa tunaifanya taratibu n nasafiri ambao mtakuwa mmejaliwa nurikib tutakayafanya yote. Kuna ambao tutawashirikisha, kuna ambayo hatutawashirikisha, mtayaonaaaabo yeatakie kila laheri, ndugu zangu, ni usiku mwema, laheri. Kwanza nitumie fursa hii kuwapa pole Wala nitumie fursa hii kwa pole waandishi wote ambao mlisafiri kwenda Nairobi kuifuata Azam Football Club. Mmefanya kazi ya kizalendo. Kusafiri timu, alafu unapata views 24 kwenye content. Mmefanya kazi ya kizalendo. Mimi nisingeenda. Mmefanya kazi ya kizalendo. Yaani, umetumia muda wako kwenda kuwaonyesha watu 24 ishirini <laughs> na nne kilichotokea Nairobi, wa ah, kweli mmelalamikia. Bora nyie Malawi, nyie Malawi pata kondi za kutosha, huku watu 24, kila ukilazimisha bao la maajabu apole, mefanya kazi ya kizalendo. Nahi, tunatakiwa tupongeze Azam, wameshinda away, wanasema timu ya kwanza kushinda away. Away. Hey, hapo hey, Nairobi. <laughs> <laughs> Azam Football Club ameokota na, na <laughs> hey, wao hey, pale pale Zanzibar pointi zao tatu, ni jambo zuri kama taifa, ni jambo zuri kama taifa kuona timu zinacheza zinashinda na zinapata zina point, unaelewa. Eh, yani sasa hivi kwa mfano ukiulizwa na mtu mgeni eh, eh, hali ya maendeleo ya timu za Tanzania kwenye michuano ya kafu una kitu cha kuelezea eh, kwamba kuna Yanga wana pointi 4 kuna Azam wana pointi tatu kuna Singida wana pointi tatu na Singida, alafu eh, kuna yai la nyoka aliko mahala limetegeshwa lile halitapasuka mpaka mpaka mwisho, eh, mwisho. Yani, mwisho. pale pale iseaipojikwaa yeah, leo Machi mbili ntafute <laughs> takuambia lipojikwaa <laughs> sio leo, subili kwanza. <laughs> Mmemwona eh? Kwa mmemwona hey. Haya hey, mlikuwa mnaulia takwimu za dep tafadhali. Na nyie pia mnaweza kutengeneza mitandao mkaweka takwimu mpaka wazungu wa goli ngapi. <laughs> Ah, wekeni hizo, oh. Tatu na asisti moja, tatu na asisti moja depu kutoka Yanga. Mwake mwanzoni mko matuambia Yanga umesajili striker ala takwimu. Haya tunzeni hizo. Goli tatu, assist moja, mechi ngapi? Mbili. Eh, tukubwa kidogo tu tuondoke na mpira. Lakini sorry hizo inshallah. Tuondoka nao Zanzibar. Basi inshallah. Makali kimataifa. Hmm? Kimataifa kapoa. Lakini wewe si mtu wa Zanzibar. Ya ndo msafiri Nairobi swali kweli?